Ndio maana niliacha kuangalia mpira. Wachezaji wa Simba wanalipwa mishahara mikubwa, tena mishahara mikubwa sana. Wachezaji wa Yanga wanalipwa mishahara mikubwa sana, lakini Ziziki hawa wanalipwa millions of money. Mo anatumia club ya Simba kwa ajili ya kujitangazia biashara na kuweza kuwafikia watu wengi. Anapiga mpunga gsm vile vile anaingiza millions of money kwa sababu anatangaza kupitia brandi ya Yanga. Sasa vipi wewe ndugu yangu tofauti na kulala na maumivu baada ya timu kuwa imefungwa, usiku kucha unaangalia kenchi, unahesabu, una na tafakari namna ambavyo Chasambe amekuharibia siku. Kuna kitu gani kingine ambacho na benefit kwa kuangalia mpira na kufuatilia mpira, tofauti na haya maumivu kila siku, ukawa unashindana, unabishana na watu mtaani, mtandaoni, na maumivu, umesimamisha misuri, sukari iko juu. Kitu gani kingine ambacho na wanalipwa mishahara hiyo, ni kazi yao. Matajiri ambao wanatumia hizo timu wanaingiza wanaingiza fedha nyingi kwa sababu wanatangaza kupitia hizo timu. Hebu jiulize, wewe shabiki, ambaye una unafuatilia mpira na kuweka huko nguvu zako nyingi, unalala, yani moyo unauma, yani kama umechomwa sindano, una benefit nini kwenye hizo timu? Sasa hizi ni Simba na Yanga tu, Arsenal, Manchester, Chelsea, wakina Saka, wakina Sara wanaingiza mamilioni ya fedha, ni matajiri wakubwa kwa fedha zao kiwaleta hapa Tanzania, ni matajiri wakubwa sana eh? Sasa asenu Liverpool ikifungwa, iko huko Ulaya, wewe <laughs> huko we, kubuza, unaumia unataka kujiua hivi <laughs> goli, sio kama unanielewa, sio kama unapata point eh? Kuna msemo mmoja wa Kilatini ambao unasadikika kuanzishwa na mshairi ajulikanaye kama Juvenal unasema Wapatie watu chakula na burudani, watasahau ndoto zao, hawatajihusisha na mambo ya kwenye jamii zao na watafocus na burudani. Sasa najua unapotazama video hii sukari itakuwa inapanda, huyu jamaa anasema nini? Huyu jamaa, mm, ndio maana niko hapa kukemea hivi vitu na kubadilisha hizi mindset eh? Burudani na chakula ndio vitu viwili ambavyo vinaweza kumfanya mwanadamu yote yule akasahau njaa, kama ana uhakika. Kwa sababu unapoenda kuangalia mpira for that 90 minutes, kwenye dakika 90 unakuwa umesahau shida zako. Ni kama ngili anavyoingia kwenye shimo pop, anajifunika, nadhani shida huku juu hazipo, kumbe kuna simba anamsubiria. Shida zako zipo, unapokuwa umeshiba unasahau shida zako kirahisi rahisi sana. Kwa hiyo ndio maana mi niliachana na kuangalia mpira. Ni moja ya kitu ambacho kina kinafedhesha na tusizungumzie tu mpira, kuna vitu vingi vya aina hii. Kwa hiyo um, tunaweka kuweka mpira, tunaweza kuweka movie, tunaweka matamthilia yote, tunaweka mitandao ya kijamii. Usipoelewa mitandao ya kijamii, kila mtandao wa kijamii umeajiri wataalamu wa saikolojia, ili kuhakikisha wanatengeneza mtandao kwa namna ambavyo akili ya mwanadamu ikiingia haiwezi kutoka kwa urahisi. Ukiingia TikTok unapokuwa una uh, unaperuzi mle, unafanya una saf chap chap mle, unaangalia sijui. Ni saikolojia yako imetengenezwa, mtandao umetengenezwa na saikolojia yako, ili ukiingia humo stoke pengine unaweza kaa. Unielewi? Labda niseme hivi, hii dunia ni ya ubepari, capitalism. The more watu wanakuwa distracted na ndoto zao, ndio mabepari wanazidi kuwa matajiri, sio kama. Napata point nzuri wewe usipokuwa distracted ukaingia TikTok. TikTok hawatapata pesa kwa sababu watu wanaotangaza TikTok hawataonekana kwa watu wengi. Kwa hiyo ili wewe uwemo TikTok lazima uwekeze nguvu ya kwenye mtandao kutumia vitu psychological triggers za kuhakikisha wewe unashinda TikTok na watu wanaotangaza TikTok wanaonekana kwa watu wengi zaidi na wanapata pesa nyingi zaidi. Siko unapata point eh? Matajiri wanapata pesa sana; pesa nyingi sana kwa kutumia ujinga wa burudani na ujinga wa vyakula vya hovyo, kwa mfano energy drinks. Kuna energy mpaka sio za shilingi mia nne, sio mia tano. Unakunywa unajisikia mwenyewe vizuri asga, nauliza watu, haka ka energy kadogo kako hivi, kwani usinunue maji makubwa ya lita moja? Ah, sema nikinywa energy na shiba, mwanadamu kishamsikia akili yake Ah, yani mtu akikushikia ufahamu amekushikia amekuonea sana. Iko hivi. Vyakula vingi vilivyoongezwa sukari imefanyika makusudi ili vikutengeneze urahibu. Mabepari, watu wa makampuni makubwa, wanafahamu wakizidisha sukari kwenye soda, wakizidisha sukari kwenye energy, wakizidisha sukari kwenye biskuti. Wewe utakuwa mrahibu wa sukari. Kama unakunywa energy kila siku, wewe tofauti yako na teja haipo. Kama unakunywa soda kila siku, wewe tofauti yako na teja haipo. Kwa sababu sukari ni addictive na utafiti unaonyesha hivyo. Sasa watu wa viwanda sio wajinga, wanafahamu hivi vitu kwa sababu tafiti zinaonyesha. Kwa hiyo inafanyika hivi ili kukupoteza kwenye njia yako ya msingi. Kwa hiyo kuna biashara nyingi sana ambazo zipo ambazo zinatumia hii formula ya burudani na chakula. Pornography ni industry nyingine ambayo ina pesa ndefu sana ni biashara kubwa sana watu wanatajirika kwenye hii biashara ya pornography wewe upo zako hapa unaangalia zako pon biashara inaendelea inende, hivyo kwa sababu wewe ni subscriber ni kama tu kujiunga kwenye kwenye kingamuzi cha Azam au kingamuzi cha nini times nini sijui uko vyote vile lakini kitu cha msingi ni kwamba kama unaangalia pornography upo kwenye industry ambayo inawatajirisha watu wakubwa huko duniani betting is the same same way Yani hizi ni industry ambazo zimewekeza kwenye burudani na chakula, burudani na chakula. Kuhakikisha unapoteza focus kabisa na maisha yako. Na daima kuwa tu unakimbizana. Mara upo kwenye betting, mara upo kwenye mtandao unakula sijui unaangalia nini, mara upo sijui kwenye kwenye pornography, mara sijui umehamia wapi. Yaani kuna jambo la mwana mbona unafanya. Na na, na unaweza kadhani haya mambo wanafanya tu watu ambao hawana kazi. <laughs> na wafama na watu wengi ambao wanafanya kazi ambao ukiona huko nje utawaheshimu sana, utaona watu wamenyauka, watu ambao wenye heshima zao. Lakini wanakunywa vi energy vya mia tano. Afu mimi, mimi nikiwaona wanakunywa energy mia tano na kwa kweli, sio kwa ubaya lakini aa, mimi nadharau sana mtu ambaye anakunywa energy ya mia tano. Energy ya mia tano kanakuharibia maisha, kanakuharibia. Ukiwasikia watu ambao wanaenda kwenye dialysis kwa sababu ya soda na energy, utawaonea huruma sana. Kaeni ni ka mia tano. Mimi watu aa, wanachukua wanakunywa hizi za mia tano na wachukulia poa sana. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wao, anza kujizingatia. Aya, energy mtu anakunywa, afu niko nakwambia, sio tu watu wa level ya chini. Kuna watu wana heshima zao, wanakunywa hii energy. Kuna watu wana heshima zao kabisa hawawezi kutoka mitandaoni. Mbwa wao muda wote na hawauzi kitu wanaangalia tu ma content. Wakati mwingine ma content ya wanawake wamekaa uchi. Watu wana heshima zao na kazi zao. Haya. Hawa ndio wanaangalia pornography. Hata familia zao huku hawapeleki moto, wameshindwa kwa sababu ya kuwa na hizi akili. Sio tu watu wa chini, watu wenye kazi na kila kitu. Ni shida, ni shida, ni shida kubwa. Lakini falsafa, narudi pale pale pale, matajiri wakubwa wanaweka nguvu kubwa kwenye kuhakikisha uko distracted as much as possible, chakula na burudani, ili usahau nini? Ndoto zao kambilu kazuri sana, wewe usipokuwa makini utoboi. Sasa kitu pekee kitakachoenda kubadilisha maisha yako na kukutoa, kutoa kwenye kuwa mlaji, tunataka tukutoe kwenye kuwa mlaji na kuwa mzalishaji, producer, mzalishaji. Wewe unatakiwa kuwa mzalishaji bana. Hapa ndipo tutakutransform maisha, na hapa ndipo maisha yalipo tulivyoumba na Mwenyezi Mungu tuliumbwa tuje tuifanye dunia kuwa sehemu salama pa kuishi. Mwenyezi Mungu alituumba ili tuje tuumbe vitu vyetu duniani. Sasa wewe kama ni mtu wa betting, ni mtu wa pornography, ni mtu wa kushinda mtandaoni, ni mtu wa kunywa energy. Vyote vibaya unafanya we. Automatically, hakuna kitu chochote ambacho utakuwa unazalisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili utokane na haya ni lazima uanze kuzalisha vitu vyako. Chukua na PowerPoint eh, uanze kuzalisha vitu vyako, na hapa sasa ndio tutakutoa kwenye consumer mindset na kuweka katika producer mindset, kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyotuumba alitupa uelewa, alitupa akili ili tuzalishe vitu ambavyo tunaweza kuvitoa kichwani mwetu na kuhakikisha vinatoka duniani na kuweza kufanya dunia ya sehemu salama na sehemu nzuri ya kuweza kuishi. Namba moja, anza kujifunza ujuzi wa thamani. Badala ya kushinda mtandaoni ukitafuna content unasema unakula madini, jifunze ujuzi wa thamani. Ujuzi wa thamani ni ujuzi gani? Ni ujuzi ambao utaweza kuuza na utakuletea kipato chako. Na hivi ndivyo unaanza kujibadilisha taratibu kuwa mtu wa thamani. Jifunze copywriting, jifunze sijui web design, jifunze kudevelop, jifunze chochote unachoweza kuona. Jifunze kuwasaidia watu kwenye changamoto za kiafya, ujuzi wote wa thamani ambao utakusaidia kuweza kubadilisha maisha yako. Acha kuwa consumer, anza kuwa mtu anayetizama maisha kwa jicho la tofauti. Tofauti na ujuzi, inawezekana una kipaji, inawezekana una uzoefu. Anza kutumia vitu ambavyo unavidharau, lakini watu wao wanakuomba kila siku uwasaidie. Inawezekana wewe ni mtaalamu sana kufanya vitu fulani fulani, labda kwenye kompyuta, kurekebisha, siyo kitu gani unafanya for fun lakini, huko nje kuna mamilioni ya watu wanatafuta hivi vitu kuweza kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo anza kutumia kipaji chako kuingiza kipato, anza kutumia uzoefu wako kuingiza kipato. Jifunze kutumia mitandao, jifunze kuuza, nienda kwenye mitandao, onyesha unachoweza. Huko nje kuna mamia ya watu wanasubiria kununua ujuzi na uzoefu wako. Do that, toka kuwa consumer na anza kuproduce vitu ambavyo vinakuongezea thamani. Jifunze kutumia mitandao ya kijamii kuuza vitu vyako ziwe ni product za watu wananunua, lakini unauza kwenye mitandao viwe ni vitu vyako mwenyewe unauza kwenye mitandao. Point ya msingi ni kwamba anza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuingiza kipato. Sio kutumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya burudani. Sio kama unapata point, mitandao ya kijamii ni sehemu ya kuingiza kipato. Acha kuitumia kama sehemu ya kuingiza burudani. Unapotumia WhatsApp unaweza kuwa unatumia WhatsApp kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Unapotumia simu unaweza kuwa unafanya mawasiliano, lakini hebu niambie, unapotumia TikTok unakuwa unaitumia kwa ajili ya nini? Just be kuwa kuwa open enough, kuwa mkweli, unatumia TikTok kwa ajili ya faida gani? Kujielimisha sio <laughs> unasema kuelimika, hiyo ndio jibu linalokuja haraka haraka. Hapana, uko distracted unatumia kwa ajili ya burudani. Sasa anza kutumia TikTok kutangaza bidhaa zako, kutangaza services zako, kutangaza product zako. Na pointi ya muhimu kabisa, jifunze kutengeneza maudhui, tengeneza content kuhusiana na product zako, kuhusiana na huduma zako, kuhusiana na ujuzi wako, kuhusiana na kipaji chako, create content. Show ndivyo tunavyodharisha thamani na ndivyo thamani inavyorudi. Unajua dunia inafanya kazi hivi. The more unazalisha thamani kwenye dunia ndivyo inavyorudisha kiwango cha thamani hiyo kwako. Kwa hiyo kama hudhalishi thamani duniani, manake hakuna thamani inayokuja kwako. Badala ya kuwa consumer anza kuwa producer. Kwa hiyo sasa wewe kama ni shabiki kindakindaki wa Yanga, shabiki kindakindaki wa Simba ama zile timu za Ulaya, eh, unashabikia kina Saka, kina Salah shabikia majamaa yako kule, anapiga mpunga mrefu mrefu, sawa, utapoteza muda mwingi sana. Wakifungwa utalala na sukari, utalala tumbo linachoma choma misumari, kwa sababu ya pain ile ya maumivu ya kufungwa eh? Chasambi amechomesha timu huko, wewe usiku usingizi hauji. Lazima tubadilishe hii mindset. Waache wenye timu zao wapambanie timu zao, kwa sababu ni kazi yao, wanalipwa mishahara. Pambania maisha yako, Familia yako inakuangalia, watoto wako wanakuangalia, mama yako anakuangalia. Fanya vitu vinavyokuletea thamani, acha kuwa consumer, acha kuwa mlaji, na anza kuzalisha vitu ambavyo ni vya thamani na vitu ambavyo vitakuletea tija zaidi kwenye maisha yako.